Naam, tukiendelea kukufahamisha tulikuandalia wameendelea kushinikiza majadiliano mapya kuhusu uhusiano wa chama hicho na chama kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wakizungumza katika eneo bunge la Lugari, kaunti ya Kakamega, nyumbani kwa mbunge wamesema mgao ambao walipata kwenye serikali jumuishi hautoshi. Sisi kama chama tujikaze, tujiunde, tukwa grassroots, tukuje kwa meza. Wale wengine wakuje kwa meza, lazima tujue ni nini. Kwa namna hii, lazima ndio tujue western kama ODM wako na nini, ndani ya hiyo broad base western iko na nini? Tunaongea western ya ODM iko na mapacha, wamezaliwa wameshikana, ukitaka kutoa mmoja Pengine mmoja atakufa. Maendeleo ambayo anafanya katika nchi yetu tumeshukuru kwa hiyo nafasi ambayo amepeana ODM katika serikali yake, lakini tunataka kuambia yeye kura yetu ni kubwa. Sisi ndio tunaongoza kutoka Kano nrh mpaka Nairobi. Lazima watu wakae chini waongee. Aweke vitu kwa meza kwa 2027 tuni, lakini tuko na kwingine iko kwa ni kwamba